Tembo anapokuona wewe anataka kujitambulisha kwako kwamba nimekuona, hivyo usinisogelee, nimekuona, usifanye hicho unachokifanya, mimi naogopa, mimi nikiogopa nitakudhuru. Sawa sawa, basi anakuwa anafanyaje? Tembo anapokuona wewe, yeye anaanza kuchukua tahadhari zake. Tahadhari ya kwanza, atanyanyua mkonga wake na kuangaza. Anapokuwa anaangaza, anatumia mkonga kunusa. Ananusa sana na ana uwezo mkubwa wa kunusa, hivyo ukiona tembo anazungushazungusha mkonga wake, maana yake amepata harufu ya binadamu au amepata harufu ya kitu ambacho sio cha kawaida, kinaweza kukamletea tahadhari. haimini hata, hata, hata, hatari, basi anajaribu kutafuta kinatokea upande gani. Ukiona hivyo na wewe umemuona anafanya matendo hayo, basi wewe sasa chukua tahadhari ya kuondoka au kutokusogea hapo. Sisi binadamu pamoja na tembo tuna akili, japo tunatofautiana viwango vya akili. Kwa hivyo basi, sisi wenye akili nyingi ndio tunatakiwa tufanyaje? Tuanze kumkwepa yeye, sawasawa, sawa. Kwa hiyo ukiona anafanya tabia hiyo ya kunyanyua mkonga, basi chukua tahadhari wewe sasa. Kwa ajili ya nini? Kama ulikuwa unaelekea uelekeo wake, mkwepe. Lakini ukimwona tembo anatikisa kichwa namna hii, ujue anatoa tahadhari. Ukimwona tembo ame, anafanya kama anatimua vumbi hivi anajaribu kukuonesha uwezo wake, yani ninaweza nikakufanyia vibaya. Utaona anaf, anatimua vumbi, anavunja baadhi ya miti iliyoko karibu yake. Hizo ni tabia za ku, kukuonesha wewe kwamba bana e, naomba uondoke uendelee na habari zako usinisogelee, sawa sawa. Sama. Hapo ni katika hali ya nini tahadhari. Tulishamaliza kule kwenye utulivu, anakuwa ametulia, hana shida kabisa lakini akiwa kwenye tahadhari ni pale baada ya e kuanza kuona kama kuna nini, kuna hatari, ndo ataanza kuonesha hayo matendo. Atanyanyua mkonga, lakini utaona anatikisa kichwa, atafanya hivi e, masikio yake yale. Nafikiri wengi tunamfahamu ana masikio makubwa, atakuwa anatikisa masikio hapo, anakuwa anajaribu kuonesha kwamba bana ye e, nimekuona mimi, niko hivi mimi, ninaweza kukukanyaga. Anaanza kutimua kidogo vumbi. Atashika miti pasipo hata kula, atavunja, anajaribu kuonyesha uwezo wake sawa sawa, yes. Tunasisitiza haya maelezo tunayoyatoa tusiyachukulie poa, tusifanyaje? yeah. yeah. Ndio maana leo tupo, wengine waliochukulia poa kwa bahati mbaya hawapo, kwa sababu waliyachukulia poa, waliyachukulia kawaida. Lakini haya ni ya msingi sana, kwa sababu haya tunayoyasema, wewe lazima utakutana nayo kule shambani unapokwenda kujitafutia kipato chako, utakapokuwa unakwenda kwenye harakati zako za maisha, utakutana na huyu mnyama. Ukimwona katika hali hiyo, basi ujue kabisa anakutahadharisha kwamba, nimekuona, usifanye kusogelea, sawa sawa. Lakini katika hali ya hatari inakuwaje sasa? Ukiona tembo ameshusha ule mkonga wake, ameuweka katikati ya meno yale, meno yanayochomoza Afu ameuweka katikati, na ameukunja hivi. Hapo, kama ulikuwa unaendelea kusimama, basi tafuta namna yoyote ya kuondoka hapo, sasa anakuja. Sawasawa, mm -hmm. Ukiona tembo ameonesha hizo ishara, amesha nyanyua nyanyua hivi, anavunja vunja, anatimua vumbi, anapiga kelele, anajaribu kukutahadharisha wewe, ninakuja lakini anaona bado unakuja, labda aidha wewe hujamuona, si ndio? Au unamchezea tunamrushia mawe yale ya kawaida. Sasa utaona anakuja moja kwa moja, anainamisha kichwa. Mara ya kwanza alikuwa amenyanyua kichwa nakitikisa, sasa anainamisha na mkonga anaukunja, kwamba anakuja moja kwa moja, lakini utaona ule mkia wake ameunyanyua juu. Hapo ndugu yangu, sasa ndo kwenye eneo au hatua ya hatari. Kwa hivyo hizi ndizo tabia chache za tembo katika mazingira ya kila siku.